Naibu mwenyekiti wa chama hicho Oyet Nathaniel Pierino amesema katika taarifa kwamba makubaliano hayo yamevunjika na kwamba kukamatwa kwa Machar kunaonyesha ukosefu wa nia njema ya kisiasa kufikia amani ya kudumu na utulivu kwenye taifa hilo. Aidha, mkuu wa ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini Nicolas Haysom amesema kufuatia ripoti za kuzuiliwa kwa Machar katika makazi yake, pande husika zinapaswa kujizuia na kuheshimu mkataba wa amani wa mwaka 2018. Mvutano kati ya rais Salva Kiir na naibu wake Riek Machar uliongezeka mwezi Machi mwaka huu wakati jeshi la White Army kundi lenye silaha linalomtii Machar lilipovamia kambi ya jeshi katika jimbo la Upper Nile na kushambulia pia helikopta ya Umoja wa Mataifa. Mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Youssouf ameeleza kuguswa na yanayoendelea nchini humo na kuahidi kutuma timu yake huko Juba kama sehemu ya juhudi za kuzuia kutokea kwa machafuko mapya. Mwezi Machi washirika kadhaa wa Machar walikamatwa na vikosi vya usalama, hatua ambayo wafuasi wake walilaani kama ukiukaji wa makubaliano ya amani, wakati huu Marekani na washirika wake wakiitaka Juba kumwachia Machar.